Mwanamuziki mashuhuri wa hip hop kutoka Marekani Sean Diddy Combs amehukumiwa kifungo cha miezi hamsini jela sawa na miaka minne, kufuatia makosa yanayohusiana na ukahaba yanayowahusisha wapenzi wake wawili wa zamani. Hukumu hiyo ilitolewa na mahakama ya New York siku ya Ijumaa, ambapo upande wa mashtaka uliwasilisha ushahidi mzito ukiwemo ushuhuda wa watoto wa Combs waliotoa maelezo kwa hisia kali, huku wakili wa utetezi akijaribu kuonyesha kuwa mteja wao amebadilika baada ya kutumikia miezi 13 gerezani. Akizungumza kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa kesi hiyo, Combs aliomba msamaha kwa waathiriwa na familia yake, akieleza majuto yake kwa vitendo vyake vya zamani. Licha ya maombi hayo, jaji Arun Subramanian alisisitiza kuwa hukumu hiyo inalenga kutoa fundisho kwa jamii na kuzuia matukio ya aina hiyo katika siku zijazo. Waendesha mashtaka wa walikuwa wamependekeza kifungo cha miaka 11 wakitaja historia ya Combs ya unyanyasaji kuwa mbaya.